Gavana wa Nyamira Amos Nyaribo amejipata katika njia panda kuhusu vyeti vyake vya elimu na kazi baada ya kushindwa kueleza kamati ya seneti ya maswala ya umma na uwekezaji ni kwa nini itawasifu kazi yake iliyoonyesha aliwahi kufanya kazi na Benki ya Dunia na kuwa msomi wa uhasibu, seneti ikishindwa kuelewa alivyoidhinishwa na tume ya uchaguzi IBC kuwania ugavana licha ya kuwa hakuwahi kufanya kazi katika Benki ya Dunia na wala hajasajiliwa kama mhasibu. Wili Lusiga Anaarifu zaidi. Gavana Nyaribo alikuwa na wakati mgumu mbele ya kamati ya seneti, kijasho kikimtoka na maneno yakimkwama, alipofika mbele ya kamati ya seneti kuelezea jinsi kaunti yake ilivyotumia kima cha shilingi bilioni 5.8 fedha za umma alizopokea kama mgao wa kaunti mwaka 2023/24. Gavana akiandamwa na maseneta kwa kutowasilisha stakabadhi muhimu za kifedha kwa wakati na kuibua maswali kuhusu uwazi wa matumizi ya fedha hizo. You are inviting us into uh, territories that um, will lead you into problems. Na kama wasemavyo wahenga, kweli siku ya nyani kufa miti yote huteleza. Kikao hicho kikichukua mkondo mwingine. It's a simple question. Baada ya kamati hiyo ya Seneti kugundua kuwa alikuwa ameorodhesha kwenye tawasifu kazi yake kuwa aliwahi kuhudumu kwenye Benki ya Dunia kama mkuu wa masuala ya uchumi, kando na kuwa mhasibu wa kibinafsi aliyesajiliwa. Gavana huyo akikana kuwahi kufanya kazi na Benki ya Dunia na kudai hajui ni nani aliandika hivyo kwenye wasifu wake wa kazi.

No. kinaya kikiwa mwezi mei mwaka 2024 gavana huyo aliwatimua wafanyikazi wa kaunti sabini na kenda kwa madai ya kuwa na vyeti vya masomo bandia maseneta wakishangazwa ni vipi vyeti vyake vya masomo vilivyoidhinishwa na tume ya IEBC so, chair So, kamati hiyo ya seneti ikipendekeza jopo maalum la uchunguzi liteuliwe kuchunguza jinsi fedha za kaunti hiyo zimetumika. Willi Lusige Runi.